ebikore byomoriro asi to komanya buna omoriro okeroka ebunge ya kitutu masaba e, Ejo, e Menjire, na, Menjire, na, kiwago, ya nyamira eyo emenyirwe na aborokigwa gose e menyire na aborokigwa batatu ba sukuru ya KMTC Eldoret abo bare

Korosia umuriro Kobe kobekwa asomo chiyo yokeroka eliyogokonya imebasokano enga bune yo naitwa Eunice Waithera from Eldoret KMTC. Tumekuja hapa Keroka for attachment hapa Keroka Level 4 Hospital. Mimi nimeamka asubuhi, I was asleep by the way, nilishindwa kupumua nikajivuta nikatoka nje. The first thing nilifikiria ilikuwa ni kuja niambie nani tuzime stima because nyumba zingine zote zinge explode, but si, sikuwa anaona anything. Nilitoka nikakuja nikamwambia tuzime stima, after tumezima stima wakaanza kuenda kusasa kuangalia because hata sikuwa anajua what was happening. Wengi zangu walikuwa wametoka wameenda hosi, bado mimi nilikuwa nifuate, but nilikuwa nachelewa kiasi because yangu hata singi mapema Hakuna kitu imeokolewa hata simu hatuna, yani mimi nimetoka hivyo hivyo vile niko hata viatu nimepewa nje, tumetoka hivyo, hakuna kitu tumetoa, hadi manguo, kila kitu, briefcase zote zimeungua. Hivi venye niko hivi, sina kitu ingine. Si tuna like hiyo socket ilikuwa fault na tuli complain tumeishi ku complain, nothing happened hadi saa hizi imefikia hivi. Tunaomba akimtusaidie because sasa, because mali imefika hakuna naona, hakuna mwenye anataka kutusaidia. Kila mtu anatunyamazia au anaturuka. Tuliacha mwenzetu akiwa kwa nyumba, sisi tukienda osi huko Keroka level 4, alafu kidogo tukapiga, akakujia kwa geta akiwa na nguo zenye alilala nazo hivyo, anatuambia tuharakishe kufika, anatuambia nyumba yetu imeungua. Sasa hatuna chochote vile tuko hivi. Tunaomba msaada kutoka kwa wasaidizi wa wote, MCA wa wote hao, wenye watatusaidia juu sisi ni wanafunzi. Wenzetu hawana manguo. Mimi mwenyewe sina nguo vile tuko hivi. Hatuna hata mahali pa kulala, kila kitu imeungua kwa nyumba. Tunaomba msaada wa serikali. Kwa ranga waise kabe nyumba ya abona bibi ndo bia ibyonsi. Tunaomwe janesi ngenjinonye egaliri kuri mu murira seseme ya karoka ya biri municipality.